ga isipokuwa aliuwawa, bendera ikachukuliwa na Jafar bin Abi Talib. Jafar bin Abi Talib akakatwa mkono wa kulia, akashika bendera na mkono wa kushoto, akakatwa mkono wa kushoto, akaipakata baru bendera kwenye mapaja yake na kifua chake. Bendera ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikianguka watu midhalilike. Hapa ndo baadaye wakaja watu na silaha ya sumu, wakamwingia Jafar bin Abi Talib. Abdullah bin Umar anasema, wallahi, tulipokwenda kumwangalia Jaafar bin Bitwalib baadaye, alikuwa na majeraha zaidi ya 90 kwenye mwili wake, na bendera hii ikachukuliwa na Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha alipouawa, maswahaba wakapendekeza hapo hapo kwamba hii bendera ichukuliwe na Saifu min suyufi illah almaslul, Khalid bin Walid, bendera ikachukuliwa na Khalid bin Walid na Khalid bin Walid akaichukua ile jeshi na akaichanganya, al harb khudaa, vita ni namna ya ujanja ndani ya vita. Akachukua watu wa kuliani akawapeleka kushotoni na watu wa kushotoni akawapeleka kuliani, wale walioko mbele akarudisha nyuma na wale wa nyuma akawapeleka mbele. Maadui wakaona Waislamu wamepata usaidizi mpya kuna wengine wamekuja kuwaunga mkono katika hizi vita, na vita viliendelea kwa muda wa siku saba na baadaye waislamu wakashinda vita. Jambo la ajabu ni kwamba vita vilipomalizika, waislamu waliouawa ni kumi na mbili peke yake na katika maadui waliouawa elfu tatu na na katika kumi na mbili hawa ni wale viongozi watatu waliochaguliwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume yuko Madina, hakuenda hizi vita

akakatwa mkono wa kwanza na wa pili, kisha akauawa. Akachukua bendera Abdullahi bin Rawaha, na Abdullahi bin Rawaha naye akapata kuuawa. Na mwisho wake, bendera hii ikachukuliwa na Khalid bin Walid, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala akawapa nusra Waislamu na wakaweza kuishinda vita. Mtume sallallahu alayhi wasallam anashuka juu ya mimbar, anaelekea kwa nyumba ya Jafar bin Abi Talib ambaye alokatwa mikono miwili, kisha akauawa. Maswahabu anamfuata nyuma